Tua salima anganga, tunasikitishwa na barabara ya Mlimba kutoka Mlimba mpaka Matema, hali sio nzuri. Wananchi tunapata shida kama hivi, saizi gari imeharibika njiani, mimi nna mizigo, nataka niende hospitali haiwezekani. Hapa tupo nateseka, mguu umevimba, hali yangu mbaya, basi hata si leo, nifanyeje? Naitwa Emanueli Juma Mwename, ni mkazi wa Mlimba. Kero kubwa ni barabara yetu ya kutoka Matema kwenda Mlimba. Tunavyozungumzia mapato ya halmashauri ya Mlimba yanatokana na barabara ya Matema Mlimba, kwa sababu mazao mengi yanatoka Matema kuja Mlimba, lakini kwa sasa hakuna mazao yeyote ambayo tunaweza tukatoa Matema kuja Mlimba kwa sababu zifatazo: usafiri umekuwa gharama kubwa, kwa sababu barabara sasa tunaweza kusema barabara hatuna, yani barabara kiufupi haipo. Hivyo basi, kwa kuwa tuna imani kubwa sana na serikali yetu, tunaomba barabara hii angalau ndani ya mwezi mmoja iwe imekaa vizuri, tuweze kutoa mazao yetu na kukabiliana na hali ya soko iliyopo. Ombi kubwa ni barabara yetu. Tuna uchungu na hii barabara, kwa sababu ndio tuna, tunaishi Mlimba kwa sababu ya hii barabara. Tunaomba sana sana sana, tuna imani na mama Samia wetu, tuna imani na rais wetu, tuna imani na diwani wetu, tuna imani na mbunge wetu. Tunaomba barabara hii ifanyiwe kazi, chonde chonde. Ombi langu kubwa ni hilo, barabara ya Mlimba tu Matema basi usianjalite. Barabara ya kwenda Matema imekuwa mbaya, tunaomba kwa msaada wako na amani zako zote, niliyokuwepo hapa Nimeangalia barabara na nimekuja huku kwenye shule ya, ya, ya sekondari, barabara imechafuka, na mimi mwenyewe nimetoka Matema, hali mbaya. Mama, tunaomba kwa msaada wako, tusaidie barabara yetu. Haifanani kwa mawazo yako unayokuwa nayo, kwa maisha yako uliyokuwepo nayo, kwa malengo yako uliyokuwa nayo, tusaidie kwa mikono miwili, barabara iwe na amani, iwe nzuri. Baba tunaomba, mama tunaomba msaada wako. Matandula ni mkazi wa Mlimba. Tunaomba serikali, tunaomba mtusaidie barabara yetu ni chafu chafu chafu chafu, naomba msaada kutoka kwenu. Habari. Mimi kwanza ni kushukuru wewe binafsi kuja hiki kilio cha hapa. Barabara yetu ya kutoka matema kwenda mlimba au kutoka mlimba kwenda matema, kilio hiki sio cha leo, na hii barabara y mkandarasi yuko saiti. Nimelalamika, nimekwenda kwa meneja wa mkoa meneja wa mkoa kafika hapa siku ya Jumapili, kampigia simu mkandarasi kwamba kuanzia Jumapili alete mitambo hapa. Lakini mkandarasi tangu Jumapili mpaka leo hayupo hapa. Lakini kilio hiki, wakati tunazungumza na meneja wa mkoa hapa, tulikuwa na meneja wa wilaya hapa. Meneja wa wilaya naye aliagiza mkandarasi afike, lakini leo mkandarasi anamdanganya meneja wa wilaya na meneja wa mkoa kwamba yuko site na mimi toka saa kumi na mbili niko hapa. Nikamwambia mkandarasi hayupo site. Ninaomba sana kilio hiki ambacho wananchi wanalia na mimi ninalia kwa niaba yao, kwa sababu kashfa hii naipata mimi, anaipata mheshimiwa mbunge, anaipata mheshimiwa rais. Lakini makusudi yetu sisi sio hiyo, makusudi yetu ni kuwasaidia wananchi. Ninaomba sana, huyu mkandarasi ndio chanzo cha kuharibu hili tuta. Ikiwezekana meneja wa mkoa aone namna bora ya kuona anakaa vipi na huyu mkandarasi, ikiwezekana hata kumkamata mweka lockup, kwa sababu hii hasara ambayo tunaipata na wananchi wetu utaka kupoteza maisha hapa, msababishaji ni huyu mkandarasi. Kwa hiyo ninaomba ujumbe huu ufike, na mkandarasi wetu Ezra popote mahala alipo. Kwa sababu hii kazi toka inafanyika na mpigia simu hajawahi kufika hapa. Tumejenga karavati la kwanza. Amejenga ukuta sentimita ishirini. Wakaja wakavunja hapa. Ninashukuru sana meneja wetu wa wilaya ndugu yangu Kesi aliamuru livunjwe, likavunjwa. Ame kuja, amejenga ili karavati jingine lakini amejenga chini ya kiwango kalawa kidogo, kipenyo hakifai hivi. Ukiingia hapo ndani hicho kipenyo ukikitizama, hata mita moja hakifiki. Sasa ninaomba kwa kweli, kwa sababu tayari anaongopa kuwa yuko site na site hayupo. Nimegundua huyu ni muongo wa moja kwa moja. Ninaomba meneja wangu wa mkoa aone namna bora ya kuona huyu mkandarasi anawajibishwa kinamna gani. Hatutaki mazuri wananchi. Tarehe 12 hapa mama alizama na mtoto hapa akataka kufa.